mi nawapongeza wachezaji wangu wamefanya vizuri na wameonyesha performance nzuri uh, wanatia moyo sio kwa hivyo nafikiri niwapongeza wameingia katika hatua ambao alitarajia kuingia. That is football. nini ambacho umekiona kwa vijana wako kiufundi leo kimekuwa bora hasa waliotoka timu ya taifa uh, wote ambao wapo kwenye national team nafikiri wamefanya vizuri kibu kapombe uh, shabalala hamza kagoma nafikiri ni, ni kitu kizuri kwetu kwa national team kuona wachezaji wetu wanapata mechi kama hizi na wanafanya vizuri sio? Tuwaombee heri wanakokwenda na naamini kwamba kila hizi mechi wakicheza wata improve performance. Confidence imeongezeka kwa vijana wako, kwa hiyo wakati, wakati wa mechi zinazokuja za timu taifa manake tutakuwa kwenye mazingira mazuri zaidi. Kwenye dressing room unazungumzaje? Yeah, confidence imeongezeka na tunaona wana progressi na kitu ambacho kimewasaidia hata mechi ambao wamecheza na, na Morocco, mechi ambayo tuliocheza ilikuwa ni high performance, ni mechi moja kubwa sio, na wamekionyesha kile ambacho wamepata kule. Kwa hivyo niendelee kuwapongeza tu, sio kama nchi. Sasa tuna klabu moja ya hatua nusu fainali shirikisho barani Afrika. Rai yako kama mtanzania mzalendo, kocha timu ya taifa, unawasemia nini Simba kuelekea nusu fainali? Waendelee kupambana tu, kila hatua akienda kuna hatua ngumu zaidi, sio? Kwa hivyo waendelee kupambana, warudi katika uwanja wa mazoezi waangalie, waangalie kile ambacho kumekosea na wajaribu kusawazisha kile ambacho kilikuwa kizuri. Mimi naamini wakiwa wamoja, wakiwa na, wakiwa na plani nzuri, wanaweza kufika mahali malengo yao. Mashabiki wamejichokeza kwa wingi hapa, wakiwa laki na kuwaimbia na kuwapongeza wachezaji wao. Hii wakati mwingine tunahitaji mpaka kwenye timu ya taifa, unaweza kusema nini kwenye eneo la fan engagement? Mimi nafikiri hata timu ya taifa fans wanakuja wengi sio, wapenzi wanakuja wengi, kwa hivyo ni kitu cha kawaida. Sasa hivi kuna timu yetu ya national team wana, wana, watu wanakuja, so niwapongeze kwa hilo, wale ambao wote wanakuja kutusapoti sio. Na nafikiri hizo mechi kila zikienda kwa timu kama Simba, Yanga na wengine ambao watapata nafasi kama hii ni tija kwa taifa letu, sio? Kwa hivyo ni kitu cha cha cha kuwapa moyo na kuwapongeza. Asante kocha. Asante.